Anatokea mtu sahaba, hivyo hivyo, anakwenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi, inna mraati, hakika ya mke wangu. Mtu amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia: ya Rasulullah, mke wangu mimi ameniletea, amejifungua mtoto wa rangi nyeusi. Yule mtoto rangi yake ni nyeusi, na mimi ni mweupe na mke wangu mwenyewe ni mweupe lakini amekuja na mtoto ambaye kwamba rangi yake ni nyeusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza hiwar, anamuuliza yule bwana, je, nyumbani kwako wewe una zizi la ngamia, unaongamia nyumbani kwako? Yule sahaba anamwambia ndiyo, ninaongamia. Amwambia ni zipi rangi zao wale ngamia waliokuwa nao? Sahaba yule anamwambia humra rangi zao ni nyekundu wote ni wekundu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza yule sahaba, anamwambia je, yeah, katika hao, ngamia ule uliokuwa nao ambao umesema wekundu, je, yeah, hakuna virangi vyeusi vyeusi vilivyowakumba? Hakuna ni wekundu utupu mwanzo mpaka mwisho, au kuna weusi ambao kwamba wengine wanao? Anawambia wako wengine wamepata aramadi, rangi za ambazo kwamba ni nyeusi nyeusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ni vipi sasa hili jambo? Na wewe umesema ngamia uliokuwa nao ni wekundu, bila shaka wanaotakiwa kuzaliwa katika zizi lile wote wawe ni rangi ya ile ulio wekundu. Vipi unalifasiri? Hiwari. Mtume anafanya hiwari na masahaba zake. Yule sahaba anamwambia, Rasulullah, huenda huyu ni nazaa ya irki ilompata ya ukoo lake, na nyuma huko akiangaliwa huyu ngamia aliyepata mweusi mweusi, huenda kuna babu zake huko wa mbali, Mtume, wa mbali wana rangi kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia basi, hili ndio lile lile, hili ulilisema wewe ndio lile lile la kuletiwa wewe mtoto, ambaye kwamba wewe kwa taswira yako unaona sio kitu cha uhalisia, lakini ndio kile